Akinamama zaidi ya 100 kutoka Sudan Kusini wamezuru Lokichogio kukutana na wenzao wa Kenya kwa lengo la kuhimiza na kusihi wanaume wao ama waume zao wakome kuiba mifugo na kuuana. Mwandishi wetu Cheboite Emmanuel anaripoti kutoka mpakani Nadapol Lokichogio, kaunti ya Turkana. Hawa ni akinamama kutoka jamii ya Toposa wa Kapoeta huko Sudan Kusini, waliovuka mpaka na kukongamana na akina mama wenzao wa Kenya kutoka jamii ya Turkana huko Lokichogyo na nanda pale mpakani kwa lengo la kuhubiri amani. Hapa wakionekana kuimba nyimbo za kueneza umoja na mshikamano.

Eneo hili la Nadapal licha ya kuwa na rutuba na malighafi nyingi limekuwa likikumbwa na utovu wa usalama, hali ambayo imekuwa ikizuia usafiri na serikali kuanzisha miradi ya maendeleo katika maeneo haya. Eneo hili sehemu hii, tunaweza kusema bunduki iko kwa, kwa, kwa, kwa mikono ya watu, lakini kwa sababu wamesikia amani na wamekubali wameamua kuweka chini. Kwa mwezi tisa hivi haijelea risasi hata moja, inamaanisha Mkutano huu ulioandaliwa na shirika la Sefa World ikishirikiana na APAD unalenga kuhimiza watoposa wa Sudan Kusini na Waturkana wa Kenya wakome kuibiana mifugo. Akinamama walipokongamana waliazimia kuwa wanataka kutumia mpaka huu wa Kenya na Sudan Kusini kufanya biashara ya kimataifa.

Really baada well, ya wiki tatu akina mama hawa Lokichogio wanatarajiwa kuzuru Kapweta, Sudan Kusini lengo likiwa kuhubiri amani kutoka Lokichogio Nadapal ya Kenya, Nadapal ya Sudan Kusini hadi Narus. Akina mama hawa kutoka jamii ya Toposa ya Sudan Kusini na Turkana ya Kenya wamekongamana hapa Nadapal kuweza kukumbatia amani na kuweza kuamua kwa kwamba wanazika uhasama uliopo ili kuweza kuishi kwa amani. Chebuita Manuel, runinga ya Citizen kutoka Nadapal iliyoko Lokichogio, eneo bunge la Turkana Magharibi. Michezoni sasa, timu ya taifa ya mpira wa miguu ya wanawake chini ya miaka 17 Junior Starlets wamepata mwaliko wa kucheza na wenyeji wa kombe la dunia chini ya miaka 17 Morocco kwenye mechi mbili zitakazochezwa